namwachia Mungu afanye kazi yake. Mbarikiwe sana. Lakini ungesema lolote kwa sababu kwa kimoja chochote hakitoshi. Ndio hilo nimeshasema. Tunataka na wewe tujue nini ambacho kinaendelea. Wajue namwachia Mungu afanye kazi yake. Kuna watu walisema kwamba uenda unaumwa ndio maana uliamua kuchukua fomu. Kwa nini umechelewa kiasi hicho? Mungu awabariki sana. Mheshimiwa ungetujibu ingalau neno tusikie neno lako pia ingalau. Ukimya wako umezidi kwa muda mrefu. Mheshimiwa. Mheshimiwa Sabaya. Sabaya, watu wanatamani kusikia neno moja kutoka kwako. Mheshimiwa, mheshimiwa ambao pia kuna changamoto yoyote ambayo umeiona. Nimesema anamwachia Mungu afanye kazi yake. Mungu awabariki sana. Lakini ukimya wako ulikuwa unamaanisha nini kwa muda mrefu? Ya kwamba anamwachia Mungu afanye kazi yake. Ni kweli Mheshimiwa? Hatukuwai kukuona ukizungumza chochote, leo ndo mara ya kwanza na, na umetokea hadharani kuzungumza mambo. Ni kazi ipi ambayo Mungu unataka ifanye yani, ambayo unamwachia Mungu ifanye wakati fomu umechukua wewe, kama na siasa sana ya ya fomu ka mwanasiasaa